kwa mfano hao wenzetu wa PPRA wana, wana evidence ya hili jambo nalokuambia, lakini hatua hazichukuliwi. Tuliwaambia kuna wizi ulifanyika pale, CAG akaleta timu, pakawa na special audit, madudu ya kufa mtu, hakuna watu waliochukuliwa hatua. Wanafanya kuzugazuga tu wanachukua, si wewe utasimamishwa hivi kidogo, utapigwa siku ngapi, lakini hatua serious hakuna. Zieni, ni fedha za walipa kodi, ni fedha za Watanzania. Kwa hiyo mheshimiwa waziri, hili jambo mimi nakuomba, kwa sababu nasisitiza kwamba sina mashaka na wewe, ni maana kwamba